Kama vile mimi muumini wa dini ya Kiislamu. Sasa na wewe, kama unaweza ukawa muumini kwamba mvua inaleta khairi, basi khairi, mara ikinyesha mvua Simba lazima ashinde, sio? <laughs> lazima inatokea tu. Ah, lakini mara nyingi anashinda. Safari ya mwisho tumenyesha na tukafungwa, <laughs> <laughs> <nyinga> na Yanga <laughs> <Sfari laughs> Labda kwa sababu walicheza na hawakosa lingine, wamekubali kucheza Jumapili. Jumapili siku yetu sisi, na jana nilimwona mtabiri ni mmoja alifurahisha eh, anaandika jina la Simba kwenye alfabeti, Simba ni namba 19 hmm. Alafu kuna jina la nani hawa, Berkane inaanza na RS, kwa hiyo R ni 12. mm. kwa hiyo anatoa 18 sorry. mm -hmm. so, nani? Nani. yeah, so, R kwa, ni 18 18, kwa hiyo akafanya mahesabu ma, ma, yake pale, akawa anatupa ushindi Simba ah, na sasa akawa anatupa condition ambayo, bahati mbaya, mimi sikufuatilia tena. mm -hmm. anasema lazima mshirikiane na Yanga, sasa hapo ndio sikumuelewa <laughs> Uh, haliwezekani kwani? Ah, inawezekana. Ah, of course sasa hivi mimi nimefurahi jana, sitaki kumtaja jina shabiki mkubwa sana tena kiongozi kanipigia mm. simu wa Yanga e, mm. akitakia aki, aki, aki kheri mm. timu ya Simba na akisema kwamba huo ushindi ni wa Tanzania mm. sio wa Simba. mm. In actual fact hilo ndo tunatakiwa sasa tubadilike. Tubadilike. Tabu yetu sisi tunadhani kwamba E, simu hizi mbili hasa za Yanga na Simba, watu wengi, wala sio siri, Simba hawapendi mafanikio ya Yanga na Yanga hawapendi mafanikio ya Simba. Sasa tunatakiwa tutoke huko, hii karne ingine, na mi nataka nyinyi vijana ambao, mm. sasa vijana wa, wa dijitali mm, e, acheni hii kasumba yetu tuliokuwa nayo sisi huko nyuma, huko nyuma kule mm. Lakini nyuma kabisa haikuwa haikuwa ushindani huo Nikwambia ule ukweli ndio, mimi nakumbuka wakati ninacheza mpira, holi nzuri ya kucheza dansi pale Ilala ilikuwa klabu ya Yanga pale juu, pale ndio alikuwa napiga mzee Makasi. Kwa hiyo Jumamosi unakwenda pale, wanachama na mashabiki wa Yanga wakikuona pale wanakupa soda, waliokuwa wanakunywa bia wanapewa bili, yani tulikuwa tunaishi vizuri sana kama ndugu yani. Sasa hivi naona unakuja ushabiki wa kijinga kabisa mm, mm. Mimi mwingine anakuambia mi sivai shati ya, ya, ya kijani au sivae shati ya njano njano, au nyekundu au nyekundu mm. We, we vipi bwana sasa, we, utaki shati nyekundu, nenda katoe damu yako kama utaishi ibaki <laughs> <laughs> ya njano na kijani kama utaipata, ingawa wanasema kila boga boga, hapo ndio ya kijani inabadilisha damu, unapata damu nyingi sana ya kijani. <laughs>